Mikopo ya asilimia kumi hutolewa katika halmashauri zote nchini kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, ikiwa ni mpango wa serikali wa kuyawezesha makundi hayo kiuchumi. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi hundi ya shilingi bilioni mbili nukta saba kwa ajili ya halmashauri nne za mkoa wa Tanga, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka wakurugenzi kuhakikisha wanatenga bajeti ya asilimia kumi kwa asilimia mia moja kwa ajili ya makundi hayo. Mkurugenzi ambaye hata alifanya hili kwa asilimia mia moja, basi na utendaji wake tutauwekea alama ya kuuliza. Lihakikishwe linafanywa hili kwa ajili ya Watanzania wenzetu hawa ambao tayari wanatimiza vigezo na wana uhitaji wa fedha hizi. Kwa upande wake, Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Balozi Dr. Batilda Buriani, amesema hadi kufikia mwishoni mwa mwaka huu mkoa huo unatarajia kutumia jumla ya shilingi bilioni nane kwa ajili ya mikopo ya asilimia kumi kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kama ambavyo mwaka jana tuliweza kutoa mikopo ya bilioni 6.8 kabla ya kufika miezi sita tayari tumetoa mikopo ya bilioni 2.6 kwa maana hiyo, mpaka mwisho wa mwaka tutaweza kutoa takriban mikopo ya bilioni nane. Kwa upande wake Hatibu Musa, mnufaika wa mikopo hiyo, na afisa maendeleo ya jamii kata ya Tangasisi Hadija Ali wamesema mikopo hiyo imesaidia makundi hayo kuondokana na mikopo ya kausha damu waliokuwa wakiikopa. Kikundi chetu mpaka sasa kimefanya biashara hii ndani ya miaka kumi, maanake kimeanzishwa ni elfu mbili na kumi na tisa ishirini ambapo ndo tumeweza kupata usajili na tumeweza kufanikiwa kupata mkopo kwa awamu tatu tofauti. Mara ya kwanza tuliweza kufanikiwa kupata mkopo wa milioni kumi ambao tuliweza kununua mashine ya tofali. Vikundi hivi vimenufaika kutokana na kujitoa kwenye mikopo ambayo inawakandamiza wanawake pamoja na vijana ambao ni kausha damu na mikopo mengine ambayo inawakandamiza wao. Serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa usimamizi mzuri wa uwajibikaji katika utoaji wa mikopo ya asilimia kumi ili kuhakikisha makundi maalum yananufaika kikamilifu, huku ikilenga kufikia kila kata nchini kama njia ya kuchochea maendeleo kiuchumi. Kutoka Tanga, Raisa Said, Clouds Habari.